Walifika mpaka parking nje ya majengo ya mahakama kuu, ambapo bila ya kuchelewa, Arafa alifungua mkanda wa siti akabeba pochi yake na kuteremka moja kwa moja, akaanza kuelekea kwenye moja kati ya jengo la mahakama, ikiwa wakati wa Michael amebaki na taharuki kwa mshangao akimtazama Arafa huku akifikiria ni tatizo gani hilo linalomfanya Arafa anachanganyikiwa kiasi hiki? Yani leo Arafa ni wakuteremka kwenye gari bila ya kuniaga no. Inaonekana amechanganyikiwa sana. Mara Maiko akashtuka baada ya kumwona mpenzi wake Arafa amejikwaa na kupepesuka mpaka akataka kudondoka. Hivyo alijitahidi kusimama sawa, na ndipo akaingia ndani ya ofisi zao. Maiko akasikitika kwa ishara ya kutikisa kichwa, alafu akageuza gari na kuondoka kwenda ofisini kwake. Muda huo Arafa akawa ameingia mpaka ndani ya chumba chake cha ofisi, akaketi kwenye kiti huku akiwa amejishika kichwa na kuanza kukumbuka maneno aliyoambiwa na Samson. Nenda Arafa, mimi sikuhitaji tena, hapa hakuna mahusiano, it's over, Arafa please go, never come back here. Mara Arafa akasimama na kwenda kuegemea ukuta huku akiema juu juu na machozi kumlenga machoni. Arafu akaanza kuzunguka ofisi nzima akitembea huku na kule, akiwa anawaza like seriously, mi niachane na Samson? Mwanaume nayempenda kuliko mwanaume yeyote hapa duniani, nimpoteze kirahisi kiasiki? Oh, no Samson, siwezi kukupoteza katika hali kama hii. Najua ni kwa kiasi gani unanipenda, na natambua ni vipi wewe unanipenda. Tumetoka mbali, wai nikuache ile mm -mm. Kwa we ndo mwanaume naekupenda, haiwezekani. Mara Rafa kaketi juu ya meza huku akiendelea kufikiria, ni dhahiri kuwa Samson ndiye mwanaume mwenye mapenzi ya dhati zaidi kwangu. Ninaamini katika hii dunia hakuna mwanaume mwingine anayeweza kunipenda kama yeye, anayenipenda zaidi yake na hakuna atakayenipenda dunia nzima daima milele kulik anavyonipenda yeye siwezi kukubali kuachana naye. Punde si punde Arafu akashtuka baada ya kusikia mlango unafunguliwa, alafu akaingia sekritari akiwa ameongozana na wakili wa serikali, ambapo sekritari alianza kwa kusema, habari za asubuhi yaim, nimekuletea sali la kesi ya jana jioni ile huku wakili wa serikali akasema kwa mshangao, Hakimu, nilitaajani kukuta umeshajiandaa. Ujue hapa sasa hivi, ujue zimebaki dakika tano ili tuingie mahakamani. Arafa akashtuka na kuanza kukimbia huku na kule, akiwa anajiandaa haraka, kisha akapokea faili la kesi kutoka kwa sekretari, akaliweka juu ya meza na ndipo akaongozana nao pamoja wakaelekea nje. Arafa na wakili wa serikali wakaenda mpaka mahakamani, hali ya kuwa anaonekana kuwa hayupo sawa kama alivyo siku zote. Baada ya kuingia ndani ya mahakama, ndipo hakimu Arafa kaketi kwenye kiti chake pamoja na watu wengine wote waliohudhuria kwenye kesi hiyo wakaketi kwenye sehemu zao wanazostahili. Shahidi wa kwanza wa upande wa serikali akapandishwa kizimbani, akaapishwa na ndipo akaanza kuhojiwa na mwanasheria mshtakiwa, ambapo shahidi wa kwanza akaanza kujieleza. Siku ya tukio mimi kama dada wa marehemu nilikuwa nimeweka ahadi ya mdogo wangu kwamba tutaonana, kwa sababu alisema kwamba amegombana na mume wake kutokana na kukutana akiwa pamoja na huyo mwanaume mwingine. Mwanasheria akamuuliza, huyo mwanaume mwingine akiwa kama nani kwa mdogo wako? Shahidi akamjibu Ukweli ni kwamba mwanaume ambaye alikuwa pamoja na mdogo wangu um, ni mpenzi wake. Kwa hiyo alikuwa na wanaume wawili ambao ni shemeji yangu Yahaya na mwanaume mwingine ambaye ndiye huyo aliyekutwa naye, anaitwa Gerard. Hakimu Arafa aliposikia hivyo akamtazama vizuri ushahidi, alafu akajikuta akiingia kwenye mawazo ya kukumbuka siku ambayo alikuwa hotelini anakula chakula pamoja na Samson pia rafiki yake akimugana, alafu Mike akafika pale, hali iliyomfanya yeye amsuse Samson na mahaba yake yote akayaonyesha kwa Mike. Akazidi kukumbuka pia siku ambayo alikuwa ameenda supermarket kufanya shopping na Samson alafu akakutana na Michael bila ya kutarajia hali iliyopelekea Samson akachukia na kuamua kuondoka bila ya kuaga. Baada ya Arafa kukumbuka hivyo, ndipo akaanza kutafakari. Siyo siri ya Samson, atakuwa ananichukia sana, atakuwa ananiona mimi ni kama mwanamke ambaye sistahili kuwa na yeye, ninamwaribia maisha yake. Kiukweli namkosea sana mara nyingi sana, na ndio maana imefika wakati ananiona sifai na sistahili kuwa na yeye. Haitoshi, Samson mm, ni mwanaume mstaarabu sana. Kama angekuwa ni mwanaume mwingine basi angeniharibia kila kitu kwa Michael ili mahusiano yavurugike, alafu angebaki kwamba anaamini kwamba maisha yetu au mahusiano yetu mi naye angeenda vizuri. <coughs> <coughs> Asingekuwa mstaarabu, angefanya hata tukio la mauaji kama alilofanya huyo mshtakiwa. Ya haya, hapana, sitakiwi kukubali kumpoteza mwanaume ninayempenda kwa dhati Eti kwa sababu ya kumhitaji mwanaume mwenye pesa na maisha mazuri. Mara Hakimu Arafa akashtuka kutokana na msongo wa mawazo baada ya kusikika mtu akigonga meza kwa hasira, ambapo alipotazama vizuri akakuta kuwa ni mwanasheria wa serikali akiwa amesimama na kusema: Hakimu, ili swala la kumuuliza shahidi halina mashiko kabisa katika hii kesi. Hakimu Arafa akaamuru mwanasheria wa mshtakiwa kuuliza swali jingine, na mwanasheria akafata maagizo hayo, kwa hiyo kesi ikaendelea kusikilizwa. Baada ya kusikilizwa kwa kesi hiyo, ndipo Hakimu Arafa akaamuru kuwa kesi hiyo itasikilizwa tarehe za mbele zaidi, ili kuwapa muda wapelelezi kukamilisha upelelezi wao, kisha akaahirisha shughuli za mahakama. Ndipo akanyanyuka na kuanza kutoka nje akifuatiwa na watu wengine. Hakimu Arafa alipotoka nje ya mahakama, akampatia sekretari faili la kesi ile na kumwambia akalitunze kwenye orodha ya mafaili ya tarehe ya kesi ilotajwa kusikilizwa tena. mara Arafa akafika Hakimu mwingine na ndipo akaanza kusema hey, Hakimu Idrisa, wow ni wewe jamani. Hakimu Idrisa kamjibu yes, ni mimi, vipi za siku nyingi? Arafa kamjibu salama, vipi we za likizo, naona umenawili. Hakimu Idris akamjibu, oh, asante. Alafu wote walicheka, kisha Hakimu Idris akasema, vipi, ndio umetoka mahakamani? Arafa akamjibu, yeah, ya apate ofisini sijafika. Hakimu Idris akasema, basi nenda ukafike mimi naelekea huko mahakama ndogo, kuna mtu naenda kumwona mara moja. Hakimu Idrisa na Arafa wakaagana na ndipo Hakimu Idrisa akaelekea kwenye gari lake na huku Arafa akaanza kuelekea ofisini kwao, lakini kabla hajaingia kwenye mlango wa jengo la ofisi zao, akashutukia wamefika watu wawili, mmojawapo akiwa ni mama mtu mzima na mwingine ni kijana mdogo ambapo mama mtu mzima alianza kulia na kusema, hakimu, naomba nisaidie, nahitaji msaada wako. Kijana wangu ndiye yule mwenye kesi kule ndani, mime kondo ndo namtegemea jamani. Hata kama aliua itakuwa ni kwa bahati mbaya, si kwa kukusudia. Nisaidie binti yangu. <laughs> Nisaidie na kuomba tafadhali. <laughs> Hakimu.